Neno epifani linamaanisha kujifungua au kujidhilisha kile ambacho kimefichika na sasa kina uwepo wazi. Ahadi ambayo marabii walizungumzia leo inakamilika kikamilifu kwa mtoto Yesu aliyezaliwa, si kwenye nyumba za kifalme bali kwenye hori la ng'ombe, katika hali ya unyenyekevu, na kuabudiwa si na watu wanaokuja kanisani kila mara, bali wachungaji na wageni kutoka mataifa mbalimbali, ambao ni kina Baltazari Melkiori pamoja na Gaspari. Wapendwa, epifani ni sherehe ya mwanga ambao umezilishwa Mungu ameacha wa mwanza wakati ukiwa kwa ulimwengu. Epifania inatufundisha kuwa nuru ya Mungu si mali ya mtu mmoja au taifa moja, bali ni zawadi kwa watu wote. Je, kwenye maisha yetu ni nuru gani ambayo tunaifuata? Tunakutana na hawa mamajusi kutoka mashariki. Hawakuwa wayahudi hawakuwa watu wa dini, hawakuwa na maandiko ya Waisraeli, walikuwa na nyota. Swali lao moyoni na hamu yao ni kuutafuta ukweli. Mamajusi baada ya kuongozwa na nyota, kama nilivyosema, necha inaweza ikatuongoza kumtambua Mungu. Wao walimbebea dhahabu kwa sababu kutambua kuwa ni mfalme wa wafalme Si mfalme kama Herode. Walibeba ubani ili kumheshimu kama Mungu, walibeba manemane, ishara ya mateso yajayo. Wapendwa, hawa walikuwa wameunganikana na Mungu kujua, na ndiyo maana walibeba hizi zawadi. Je, wewe unampelekea nini Mungu maishani mwako? Ni zawadi gani unapeleka wewe kwa mwenyezi Mungu baada ya kukulinda kwa siku zote? Je, wewe unaisaidiaje kanisa lako kama zawadi ya maisha? Wewe unaisaidiaje jumuiya kama zawadi ya maisha? Wewe unawasaidiaje mapadre kama zawadi ya maisha, waweze kutangaza neno la Mungu. Mamajusi zawadi yao kubwa ilikuwa ni maisha yao wenyewe walimsujudu wakamwabudu, na maandiko yanasema walirudi kwa njia nyingine. Mtu anayekutana na ukweli, mtu anayekutana na Yesu Kristu hubadilika na hubadilisha mwenendo wa maisha yake. Swali kwetu wa Kristu, katika maisha yetu yote tunayoishi, tumewahi kubadilika au tunachukulia neema ya mungu kwa mazoea? Tujifunze leo katika epifani Wewe unaweza ukawa nuru ambayo itafunua watu wengine, wewe unaweza ukawa nyota. Na pia jiulize, ni nyota gani inayokuongoza katika maamuzi yako? Ni nyota ya mtawala Herode ya kuwa na wivu, au ni nyota ya mamajusi, kutaka kujua ukweli na kumsujudu Mwenyezi Mungu? Wapendwa, katika dunia hii ya leo iliyojaa mgawanyiko, chuki na kukata tamaa, nuru ndogo bado ina maana. Neno la faraja kwa mtu yeyote lina uwezo wa kubadilisha maisha yake. Kitendo cha msamaha kina uwezo kuleta ustawi wa jamii. Haki ina uwezo wa kuleta amani. Hatuwezi kuwa na amani kama hakuna haki. <coughs>